Bwana mambo vipi? na imani, uko vizuri kabisa, vizuri kwelikweli. na bwana, leo katika harakati zangu za hapa na pale, nikabahatika kuweza kupita hapa katika ofisi ya Q-Zat Tanzania, katika manispaa yetu ya Kahama, Shinyanga, Tanzania. Katika pitapita hizi nikabahatika pia kukuta kuna mtu ambaye alikuwa anaweka kidogo kidogo ili aweze kumiliki kikubwa, na hatimaye ameweza kufanikiwa kuweza kumiliki pikipiki piki yake vizuri kabisa kwa kuweka kidogo kidogo. Niko na ndugu yangu hapa, amefanikiwa kuweza kuchukua pikipiki piki yake. Mambo vipi mwanangu? Safi. Uko vizuri kabisa, uko fresh. Wanakuita nani ndugu yangu? Mimi naitwa Stefan Fabiano. Stefano Kahama unapatikana wapi? Napatikana mwime mwime yeah. Taarifa ya Q-Zat kwa mara ya kwanza liipatia wapi? Kuna watu wanaitwa Q-Zat, watu wanakopesha wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wanakwambia utunze kidogo kidogo kwa ajili ya kumiliki kitu kikubwa. Mimi niliona gala matangazo linapita uh -huh. mtaani kwetu kule mgo mm -hmm. mgodini ikabidi okay. nichukue namba za bahati nzuri, nilichukua namba za mwanadada mmoja nema kaa mm. tunawasiliana naye mm. akanielekeza pale mlipo nikaja kuwa nawekeza kidogo kidogo nikajisajili. Ilikuwa ni muda gani? Ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka huu tu. A mwaka huu huu e. mwezi kuwa mwezi, mwezi wa tisa mwezi mm wa tisa -hmm. Mbona wameenda haraka sana? mwezi wa tisa mpaka Desemba raundi mwezi huu wa kumi, tuseme ni mwezi mmoja tu, mwezi mmoja e. Mbona umekwenda haraka haraka sana? Sasa nilikuwa na shida na lengo nilifanikishe. okay. ndio ndio na hii kuna riba yote ambayo umeweza kutozwa, ama ni pesa ambayo hapana? sijatozwa hata ya riba yote, ni pesa taslimu tu nimetoa. Inatakiwa hapo kabla ulikuwa umesha kumiliki pikipiki kabla, muda bado ya awali? yeah. E, namiliki ninao pikipiki piki, nyingine sana. okay. E, nilipopita gala matangazo nikapata shauku, nikaona labda ninyi niongeze chombo ziwe mbili. Sasa kuna kuna, kuna baadhi ya watu hapa huwa wanasema Bwana Q-Zat ni waongo, labda wanaogopa. Wanaogopa angalia kwenye kamera fuambie bwana kuhusiana na Q-Zat. Mimi nawaambia ule wasiwasi wasi wa mtaani wa utoo wa marafiki ambao hawapendi maendeo ya watu, sawa, waache na zile roho mbaya. Yani hapa Q-Zat haina mbambamba, ukimaliza unapewa chako, unapita hivi, okay. Bwana Q-Zat haina mbambamba na, inabidi muende na muende na na na slogan hii Q-Zat haina mbambamba. Unajua, unaweka pia kidogo kidogo, eh, ndio ndio, uh -huh. Cha pia utaona na marafiki zangu wa mitaani unawavimbia eh, sasa uh -huh. e, <laughs> Inawezekana wao bwana wao walikuwa wow, wana, wanakukatisha tamaa wana, wana mara, yeah, unaweza mara niibiwe ma ukaibiwa mara nini. Kaambia acheni niibiwe tu nishapoteza vingi yeah, yes. Tuchukue kingine bwana, pikipiki tumechukua, tuchukue TV tuchukue na, na vitu tofauti tofauti. Vingine bado nitazidi kuwaleta na wengine wamefanikiwa, mm. Hey, usijali boss, kuweza kuchukua pikipiki mara baada ya kuwa wanaweka kidogo kidogo. Huyu ni wa kwanza japokuwa wako wengi sana, so sisi tunakuletea hapa mmoja baada ya mwingine uweze kuona jinsi ambavyo huwa wanafanya.